Leo tumefika hapa kama bodi na management e, kwa malengo mawili e, lengo la kwanza kama bodi, tuna tumepewa access na sites kwa ajili ya kucheki mambo ya compliance, mambo ya kufuata sheria ambazo ni za usalama, sheria za kuangalia kama mambo ya mazingira yanaangaliwa vizuri, mambo ya afya na matumizi ya fedha ya serikali kwa sheria yetu katika kifungu cha nne kinaturuhusu kuingia katika sehemu za majenzi na kukagua, lakini kubwa zaidi sisi kama bodi ya siku nyingi yenye wataalamu tumekuja pia kuweka jicho letu kwa ajili ya kuishauri serikali katika mambo makubwa ili kuhakikisha kwamba lengo kubwa la mradi huu linafikiwa. Lengo kubwa ni e, mashindano yale yafanyike, ujenzi e, unaweza ukaisha. Lakini mashindano yakafanyika kwa wasiwasi. Kwa hiyo wasi wasi, sisi tunaangalia zaidi lengo kubwa, mashindano yale yafanyike na na, maana miundombinu iwepo kwa wakati e, watakaoendesha uwanja huu o wa wamefundishwa kwa wakati, na uwanja huu sio AFCON peke yake, iweze kuendeshwa kwa miaka mingine mia moja, iweze kufanya kazi vizuri, watanzania wapate ujuzi na maeneo haya ya kue, uchumi wetu ukue. Tumekuja kuangalia picha kubwa kwamba hapa jinsi ndugu zetu hao wa wanavyokwenda watafikia yale malengo makuu kwa, kwa kiasi kikubwa. Tumekuja kuangalia risk ambazo ziko associated. tumekuja kuangalia wadau wanashirikishwa vipi, manake zaidi ya mkandarasi kuna wadau wengine kama TANESCO kuna wadau kama TTCL wa data kuna wadau wa maji kuna wadau wa barabara za kuingia kuna wadau wengi kwa ujumla. Jambo hili ni, ni mtambuka na linabidi kuanzia sasa hivi na kwa, kwa, kwa wakati wote liangaliwe katika sura ya mtambuka, liangaliwe katika kama ni sehemu ya, ya mji wa Arusha na sehemu ya Tanzania. Na ni lengo ni kubwa kuliko eh, mkandarasi anavyoweza kuliona. Uwanja huu ni, ni, ni shamba darasa, ni darasa. Tumeona kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi hapa ni Watanzania lakini pia tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu waliomaliza shule wamekuja kupata ujuzi wao hapa. Na katika mazungumzo yetu tume, tutaweka pia misingi e, vijana wengi zaidi waje wakajifunze jinsi ya kusimamia kazi, lakini vilevile kampuni ndogondogo ndogo ambazo zinapewa subcontract zijifunze kazi zijifunze kuendesha miradi na zenyewe zikue. Alhamdulillah, siku moja uwanja kama huu tujenge wenyewe. Asante. mimi naitwa engineer Menye Manga ni mwenyekiti wa bodi ya usajili wa wahandisi Tanzania, na siku ya leo bodi imefika hapa kwenye uwanja wa AFCON, uh, kutizama maendeleo ya ujenzi na kwa kweli tumeridhika, na tumezungumza na mshauri mkuu wa mradi na ametuhakikishia na tumeona kwamba kwa kweli utakamilika kwa wakati ulivyopangwa. Tumetoa ushauri wa maeneo ya kutizama ili kuhakikisha kwamba matatizo hayatatokea na mradi utakwisha kwa wakati. Kwa maelezo ambayo tumepata na kwa plans ambazo zipo, huu mradi ni sehemu ya ambayo inaitwa Afcon City. Kwa hiyo kiwanja ni sehemu tu, kutakuwa kuna hoteli, kuna na, na sehemu zingine za, za utalii. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu katika kupanuka kwa mji wa Arusha na sehemu ambayo itakuwa inavutia watalii. Kwa hiyo itakuwa na faida kwenye uchumi wa Arusha na kwenye uchumi wa nchi kwa ujumla.